Katikati ya kijiji cha Mawenzi alizaliwa msichana mmoja aitwa Shamsa, mtoto mzee Kasim, mfanyabiashara maarufu wa mwisho, mifugo. Mzee Kasim alikuwa mtu mwenye busara, mwenye moyo wa huruma na mwenye heshima kubwa kijijini. Alimiliki mashamba, nyumba nyingi mjini na mifugo kwa wingi, lakini mzee Kasim alifariki ghafla kutokana na maradhi ya moyo, na kabla hata udongo wa kaburi hujakauka, ndugu zake wa damu walifanikisha njama za kumfukuza Shamsa nyumbani kwao. Wewe ni msichana mdogo tu, mwanamke hana sauti kwenye mirathi ya familia, mzee mmoja alimwambia huko, akimnyang'anya funguo na hati za mali. Shamsa akiwa na umri wa miaka 13 ajikuta mitaani bila msaada, bila familia. Mama yake alikuwa amefariki dunia miaka mingi iliyopita, hakukuwa na ndugu aliyekuwa tayari kumsaidia Shamsa. Aliishi mitaani akifanya kazi za kubeba mizigo, kusafisha nyumba na kuuza karanga na maji barabarani mara nyingi alilala kwenye vibaraza vya maduka akiomba msaada kwa Mungu kimoyomoyo. Siku moja alipokuwa mketi kwenye soko kuu, aliokota gazeti iliyoandikwa juu ya akili mwanamke mashuhuri aliyepigania haki za wanawake na watoto waliodhulumiwa. Ndani ya moyo wake Shamsa akaa tumaini liwaka, akaapa moyoni kwa akili asaidie wale waliodhulumiwa kama yeye, ajitahidi kufanya kazi kwa bidii Hatimaye Mungu alimbariki. Alipata nafasi ya kuuza vitabu kwenye maktaba binafsi. Kila senti aliyopata aliweka akiba kwa ajili ya elimu. Kupitia msaada mlika maktaba hiyo, Shamsa alijiunga na shule ya sekondari. Alingara kwa bidii, alijua elimu ndio silaha ya kupambana na dhuluma aliyotendewa. Baada ya miaka michache masomo, aliingia chuo kikuu kusomea sheria. Alisoma kwa bidii huko, akisali kila siku akimwomba Mungu ampatie nguvu na ujasiri. Hatimaye baada ya miaka mingi ya kusaga meno na jasho, Shamsa alihitimu kama wakili mwanamke mashuhuri. Alipata kazi kwenye kampuni kubwa sheria, lakini moyoni alijua kwa vita yake halisi ndio ilikuwa inaanza kuipigania haki ya baba yake iliyonyanganywa. Aliamua kufungua kesi dhidi ya ndugu zake aliyemdhulumu. Kijiji kilitetemeka kwa mshangao, msichana aliyekuwa mbaomba anafungua mashtaka dhidi ya ndugu zake. Lakini ndugu zake hao walimdhihaki na kumwambia, Sheria si ya wanawake wala maskini, acha ndoto za mchana. Lakini Shamsa hakujali maneno hayo, alisimama imara kutetea haki ya baba yake iliyopotea. Aliungana na mawakili wenzake anaotetea haki za wanyonge. Alikusanya shahidi nyaraka za mali ya baba yake, mashahidi aliokuwa ya majirani zake, hata barua za baba yake zilizothibitisha kuwa Shamsa ndiye mrithi halali. Wajomba zake wajaribu kila hila, kuhonga mashahidi, kutoa vitisho, lakini Shamsa hakuyumbishwa. Baada ya miezi kadhaa vikao mahakamani, hatimaye hukumu itolewa. Hakimu alisimama na kutamka, kwa ushahidi uliowasilishwa mahakama hii natambua msani Bishara miliki halali wa mali ya marehemu baba yake. Zake wanaamriwa kurejesha mali zote wanazomiliki kinyume na sheria. Wajumba zake walifilisika kwa kuwa walikuwa wakitegemea mali hiyo. Watu wa kijijini walipigwa na mshangao, yule msichana aliyewahi kuishi mitaani sasa alikuwa wakili maarufu mwenye hadhi na mali yake halali. Shamsa alirudisha mashamba, nyumba na mifugo baba yake. Hakulipiza kisasi kwa ndugu zake baada yake, aliwasamehe kwa maneno ya busara: msijute leo kwa yale mliyofanya jana, dunia ni mviringo, mzunguko wa haki hauwezi kuzuiliwa na hila za binadamu. Shamsa alifungua kampuni yake ya sheria na kutoa msaada kwa wasichana na watoto waliodhulumiwa. Aliamini kwa ya poteza yake si mpotevu, mvumilivu huvuna haki yake kwa wakati wa Mungu, na jina lake iliandikwa miongoni mwa wengi, si kwa maarufu wake, bali kwa moyo wake wa kupigania haki bila kulipiza kisasi.